Karibuni sana ndugu watazamaji, karibuni sana kwenye kipindi chetu ambacho sisi binafsi tunakuwa excited kila mara tunapata kurekodi. Uh, kipindi hiki tunakuwa very excited, tunakuwa na pre-discussions ambazo zinatufanya tukija kurekodi tunakuwa tuna hamasa, tuna furaha, kwa sababu tunajua kabisa tunawaleteni madini ambayo yanakwenda kubadilisha sehemu kubwa sana ya fikra za mwanadamu, na hii yote ni kwa upendo mwingi sana tulionao kushea baadhi ya siri za mafanikio hizi vitu ambavyo tunajifunza mahali hapa. Kwa hiyo ungana na sisi mwanzo hadi mwisho wa video hii, tunakwenda kujifunza. Somo linasema kwamba mafanikio yanatokana na mapungufu. Nadhani nimepata neno zuri zaidi, kwamba mafanikio hutokana na mapungufu. Kuna tofauti kati ya mapungufu na madhaifu. Mimi naongelea mapungufu, sio madhaifu. Sasa ndo utaenda kwenye kamusi ukajue madhaifu ni nini na mapungufu ni nini, lakini kwa video hii tuongelee mapungufu yanaleta mafanikio. Karibu sana uwe na sisi, uone labda nitataja sehemu ya mapungufu ulionayo wewe, alafu kishasikia na namna gani nzuri ya kuleta mabadiliko kutokana na mapungufu yako. Utapata maendeleo na utapata mafanikio na ukuaji unakwenda kuwa guaranteed kwenye maisha yako. Twende tuwe pamoja. Kama nilivyokwisha kusema ni kwamba ukuaji wa jambo lolote au mafanikio ya jambo lolote ni matokeo yanayotokana na kuyashinda mapungufu, ndo yanaleta ukuaji, ndo yanaleta mafanikio, kwamba kulikuwa na changamoto fulani, kulikuwa na shida fulani, mmeivuka, hapo ndo tunasema kwamba tumekuwa au tumefanikisha hili jambo kwa sababu kulikuwa na kitu ambacho kinatuhitaji tuvuke kama daraja, ambao mara nyingi yanakuwa ni mapungufu. Yanaweza kuwa ni mapungufu ya kimtaji, yanaweza kuwa ni mapungufu ya kiweledi, kitaaluma, yanaweza kuwa ni mapungufu ya aina yoyote ile, lakini ili mradi yawe ni mapungufu, ukiyashinda yale na kukubali kwamba yapo, yanakuletea mafanikio. Tatizo kubwa sasa ambalo mpaka limesababisha ni rekodi hii video ni kwamba watu wengi huwa hawataki kukubali mapungufu yao. Wanaweka visingizio, hawataki kukubali mapungufu kwamba haya mapungufu. Hawafahamu kwamba mapungufu ndiyo sababu ya kukupeleka kwenye mafanikio au ukuaji. Hawajui hilo. Kwa hiyo nikasema ni rekodi hii video nikuonyeshe kwamba yale mapungufu ulionayo Kumbe ndio fursa. Ukiyashinda ukiyafanyia kazi, ndo fursa ya kukupeleka kwenye mafanikio ya wewe kuwa bora zaidi, ukiwa wazi na ukiyaruhusu na ukijiachia. Shida kubwa ni watu kutokubali kwamba wanayo mapungufu, yaani wanaweka visingizio kabisa aa, mimi mimi mimi nimekosa elfu kumi tu, ningeanza kwanza mtaji wangu kabisa kufanya kitu fulani. Mimi nimekosa laki moja tu au mjomba wangu yule angekuwa bado yuko hai angenisaidia, bahati mbaya tu alifariki. Unatafuta visingizio vya kujustify kitu ambacho huwezi. Mimi kwa uthibitisho wangu tu wa kazi ni kwamba chochote ambacho nimemwachia mtu mwingine kufanya kwa niaba yangu huwa hakifanikiwi kwa standard ambayo mimi minataka, kwa maana ya timeliness, kwa maana ya kukuja kwa wakati, kufanywa kwa viwango, vinahitaji sana niwe kwenye control ya hicho kitu kiwe in, niwe kwenye control hicho kitu. Nikipoteza tu control, nikilose control, tayari siwezi kudetermine matokeo. Waingereza wanasema if you can control the conditions, you can control the outcome. Ukiweza ku control conditions ya kitu chochote kile, unaweza ku control matokeo, lakini kama hauwezi ku control condition iliyopo ya madhaifu yaliyopo hata matokeo huwezi kuya control. Ndo maana unaona kila kitu kinakuwa out of hand, kila kitu kinakuwa nje ya uwezo wako. Lakini mafanikio yamejificha kwenye mapungufu yale ambayo mtu yuko tayari kuyasema. Kama haujui kitu unasema mimi hiki sikijui, sio kwamba kimeshindikana kitu. Aha, mimi ndo nimeshindwa. Unamwambia mtu katusaidia kutuuzia product yetu hii maji au juisi au chochote kile, anakwenda siku nzima, na umempa nauli, umempa mpaka na hela, umemwezesha, alafu anakurudi, anakwambia bwana, hivi vitu watu hawavinunui. Ha, kabisa hawavinunui kabisa, yani nimezunguka siku nzima, sijauza hata kimoja. Anaona ana, anaweka tatizo kwenye vitu, kumbe tatizo ni yeye, hajui kuuza lakini hataki kukubaliana na mapungufu kwamba yeye hajui kuuza. Ni tofauti sana na mtu ambaye akisema kwamba kwa kweli, mimi kuuza siwezi, sijui, sijawahi kuuza kitu chochote. Kwa hiyo kama unataka niuze, naomba mafunzo ya mauzo, nifundishwe sales pitch, nifundishwe namna ya kumkonvisi mteja anisikilize, nifundishwe namna kitu hiki kilivyotengenezwa ili nikifahamu kwa kina, nikianza kumsimulia niwe na sense of ownership. Naomba nifundishwe. Anakubali mapungufu anayo, anaomba afundishwe, akitoka hapo anafanyia mazoezi yale aliyofundishwa. Unaona kabisa anafanyia mazoezi kwa kiu, baada ya muda unaona amepiga hatua mpaka wenyewe unashangaa lakini hii inaanzia ndani kwako wewe mwenyewe mtazamaji, sio kwa mtu mwingine, hata sio kwa video hii. Yaani, kama wewe mwenyewe hautabadilika sasa hivi hapo ulipo, hata baada ya video hii, mapungufu yako ataendelea kukunyanyasa, badala ya kukusaidia kuona kwamba kumbe hizi ni silaha zangu za ukuaji. Kukua ni kuweza kufanya kitu ambacho ulikuwa huwezi. Hata ukiangalia tu asili ya mwanadamu, kama alikuwa hawezi bado kutembea akaanza kutembea taratibu kwa kushika vitu, unaanza kuona amekuwa. Alikuwa na mapungufu, hana meno, yanaanza kuota meno ya chini na ya juu, anaanza kukua. Hawezi kukimbia, anaanza kukimbia. Hawezi, anaweza. Anaanza hawezi, anaanza. Ulikuwa huwezi kuuza, unaanza kuuza. Ulikuwa huwezi kuongea kwenye mtandao kama hivi, unaanza kuongea. Kadri muda unavyoenda, unaanza kupata mafanikio kwa sababu tu umekiri kwamba wewe ulikuwa huwezi. Kwa hiyo unaanza kufundishwa. Kwa hiyo ukuaji unatokana na kukubali mapungufu na kuwa tayari kukubali kufundishika, kwa sababu tatizo nano ni hilo. Mwingine, mwingine anakubali mapungufu anayo na anayaona, lakini hayuko tayari kufundishwa. Ukianza tu kumwelekeza, alishajua mpaka mwisho wana asili ya ujuaji. Sasa mtu ambaye ana excuse, ana, ana, ana visingizio na ujuaji mwingi hawezi kutumia mapungufu kama sehemu ya ukuaji, yanamgandamiza anazidi kuzama. Lakini mtu ambaye anakubali, anakubali kwamba kwa kweli hiki kitu nilikuwa sikifahamu, hebu nisaidie nifanye nini, ukimwelekeza na akatii, akabadilika pale pale kwenye mazingira yale yale, akaanza kufanya alivyoelekezwa, anaanza kuona ameanza kuweza yale asiyokuwa anayaweza, ukuaji na mafanikio yanaanza kuonekana. Sasa tusikatae mapungufu, tuyaachilie waonekane, sema hiki kitu sikiwezi, kimenishinda. Ngoja nitoe mfano wa watu wawili ambao nimewasaidia hapa ambao wamefanya vizuri sana, wako wengi, lakini ngoja nichukue hawa wawili kama mfano. Amekuja hapa mtu mmoja, amekuwa akifanya biashara, akijaribu kufanya biashara ya kuuza pochi mtandaoni, pochi za kike mtandaoni, akasema kwamba sasa hivi na miezi mitatu nimenunua zile pochi, nimepunguza bei hey, lakini hazinunuliwi. Nikamwambia kwamba sio kwamba pochi hazinunuliwi, ni wewe ndo hujui kuuza. Unataka kuniambia watu wame, wame, wameacha kununua pochi? Wananunua, lakini hawanunui kwako kwa sababu wewe hujui kuuza. Kwa hiyo unazo pochi muda gani? Akaniambia sasa hivi ni mwezi wa tatu, ninazo hazitoki. Akanionyesha pochi kwenye picha, nikaziona pochi nzuri sana, na kama zisitoko na anaduka kabisa. Nikamwambia umeona tatizo liko wapi. Akasema labda, labda pochi sio nzuri. Nikamwambia pochi hizi ni nzuri. Wewe ndo na mapungufu ya kutokujua kuuza. Kwa hiyo nikamweleza vitu vingi vinavyohusiana na namna ya kuuza. Lakini moja wapo ambao nimemweleza ni kwamba hizi pochi alizinunua kwa influence ya kwake mwenyewe. Hakuzinunua kwa malengo na matakwa ya wateja. Alikuwa akienda kuona akipenda ananunua anakwenda akiona akipenda ananunua, zinakuwa tano, zinakuwa kumi. Matokeo yake na pochi hamsini sitini zimekaa pale, lakini zote ni zile ambazo yeye mwenyewe alipenda. Nikamwambia swala la mauzo, kwanza hapo utakuwa umejinunulia wewe, sio umewanunulia wateja. Kwa hiyo mtu atakayenunua ni lazima afanane na wewe interest ndo anunue. Nikamwambia chukua picha ya pochi yoyote kati ya zilizoko hapo, watumie marafiki zako kumi, sio kwa kuwauzia pochi hiyo. Wambie mimi ninauza pochi kama hizi, lakini ukinipa pochi yako yoyote unayoitaka na kuletea. Fanya hivyo mpaka jioni, uniambie. Ilipofika jioni, akaniambia kaka, nimeuza pochi tano mpaka sasa hivi, wakati amekaa miezi mitatu hauzi hata pochi moja. Nikamwambia tatizo sio kupunguza bei Tatizo hukujua nini cha kuuza, na haukujua namna ya kuuza kwao. nilivyomfundisha nilivyomwelekeza, sasa hivi kila anachotaka kufanya ana ni consult. Nimeona anakuwa, anakuza mtaji mara kumi ya hela ambayo alikuwa anaitafuta. Sasa anaweza kulipia kila kitu kwenye maisha yake, na muda mfupi kabla ya kurekodi hii video nimekuwa nikiongea naye na alikuja kunivisit. Nikamwambia umeona, tatizo lilikuwa ni wewe. Akasema ni kweli madhaifu yangu nilikuwa siyaoni, kama ni madhaifu, nilikuwa nafikiri bidhaa nilionayo ndio ina mapungufu. Zile pochi nimeziuza zote, hata zile za zamani ilibidi niziwekee seli, kwa sababu zilikuwa ni pochi zangu, nimezinunua kwa interest zangu. Nikafata maelekezo yako, sasa hivi ninaenda kununua pochi za wateja wangu. Sasa hivi nina oda milioni moja mkononi kwangu, naenda kununua pochi zingine. Sasa hivi nikamwambia, umeonaje? Akasema nina furaha sana. Nikamwambia umekuwa kwa sababu umekubali madhaifu kwamba hujui, umefundishwa, umeelekezwa, na wewe umekwenda kufanya sawa sawa na kile ambacho tumekuelekeza, na unaona ukuaji, na bado tunaenda kuendelea kukuelekeza, endelea kufanya hiki, endelea kufanya kile, ili uweze kutoka hapa. Kwa hiyo madhaifu ukiyakubali na ukiyaonesha, lengo la kukwambia huo mfano, madhaifu ukiyakubali na ukiyaonesha, yanakuonyesha njia ya ukuaji, mapungufu Alafu kuna yale mengine ya excuse, yale hawezi kukua. Unaambiwa kufanya hivi, unasingizia unasingizia, kile jua sana, ntaenda baadaye hiki, unasingizia fulani, unasingizia yule, kila saa unaweka watu wengine tu kwenye picha, haujiweki wewe. Kuna watu ambao ni master, master wa kuweka watu wengine kwenye kila kitu ambacho anamwambia kufanya, anamweka mtu mwingine hapa, angefanya fulani hapa, angekuwa fulani hapa, angekuwa mtu mwingine. Kile anachomwambia akasema, ah ngerekodi wewe ah tungepata mtu mwenye sauti fulani ndio karekodi hii video. Yaani haoni kwamba kuna thamani ya namna ulivyo na jinsi ulivyo. Mapungufu yangu mimi ninapoyafanyia kazi ndio yanayoniletea ukuaji, na ninaona show inakuwa na ninaona kazi zinakuwa, lakini kwa sababu kila siku nasikiliza pia comment na soma comment zenu, zipo ambazo nazifanyia kazi asilimia kubwa, zile ambazo bado hamjazoea tunazifanyia kazi, ni taratibu tunazifanyia kazi kwa sababu ni lazima tukubali madhaifu yetu, mapungufu yetu, yale ambayo tunayo, yale ambayo yanasaidia kukua. Tukileta visingizio vyovyote vile, tunabaki pale tulipo, hatuwezi kukua. Mtu mwingine wa pili kwenye hili eneo ni rafiki yangu mmoja ambaye alikuja kwangu akiwa anafanya biashara ya kuuza matofali, amaanisha karakana yake anafyatua matofali, anauza Kaka, hela sioni kabisa yani. Inakaa muda mrefu sana bila kupata fedha, wanakuja watu wananunua matofali wanaondoka, lakini faida? Unajua tofali na mchanga na nini. Nikamwambia unauza tofali peke yake? Akasema ndio. Nikamuuliza kwa nini hauuzi mchanga? Kwa nini hauuzi simenti? Ikiwezekana kwa nini hauuzi kokoto? Kwa sababu tofali iliwe tofali, ni lazima wewe umenunua mchanga ni lazima wewe umenunua cement na kiwezekana hata kokoto, unajua zinakopatikana kwa nini unakaa na product moja, hautaki ku upsell? Kwa nini unabaki na product moja ya matofali peke yake? Anasema ni kweli, watu wanakuja pale wanaulizia mchanga, wanaulizia simenti, asam nashindwa kuuzia kwa sababu mimi pale sina. Nikampatia reference, nikamwambia naenda kwenye mtandao wa YouTube St sikiliza somo inalosema kwamba ambao nimerekodi mwenyewe, namna udalali unavyoweza kukuletea mafanikio. Na kila kitu unachokiona hapa duniani ni udalali, na ndo unaleta mafanikio. Nimesema ukiona akina Amazon wanauza bidhaa hawatengenezi wenyewe, wenyewe ni madalali tu. Amazon, wewe unatengeneza saa yako unaipeleka pale, yeye kama dalali anakupostia anamwonyesha mteja, mteja ananunua ukitaka kununua kamera unaenda Amazon, ukitaka kununua kalamu unaenda Amazon. Ukitaka kununua nini unaenda Amazon na mitandao mingine mingi. Nimempatia promo sana Amazon kwa sababu labda yuko nje huko, lakini ni udalali. Sisi tutume tunasafirisha bidhaa za watu. Ukitaka kununua bidhaa mahali tuambia tutume, tunakuletea, tunafanya udalali, hatuzalishi chochote ambacho natuagiza, tunaenda kuchukua kwa waliokizalisha waliokileta tunakuletea mafanikio yamejengwa kwenye udalali. Kwa hiyo, huwezi kuuza tofali ukaacha kuuza mchanga, wakati tofali imejengwa na mchanga, ukaacha kuuza simenti. Fanya udalali, kwa sababu obvious, mtu akija kununua tofali kwako anakwenda kujenga, na hawezi kujenga bila mchanga na simenti Utafuta namna yoyote ile, uwe dalali hata kama pale kwako kwa hakuna mchanga na simenti, wewe unajua zinakotoka, kwa sababu huwa unanunua kwa ongeza majini yako kidogo. Ongea na mtu ambaye anauza kule, akuuzie kwa bei rahisi, kwa sababu shatengeneza mahusiano. Kama mchanga lori tani, tani kumi labda au tani kumi na nane inauzwa laki tatu na nusu. Ongea na, na mzalishaji, bwana, mimi nina kazi laki tatu au na ishirini hata kibaki elfu thelathini atafanya yeye, mchanga atapeleka wewe, ni zero cost, hata kibakiza elfu thelathini elfu ishirini shida iko wapi? Umeuza simenti, hata ukipata shilingi mia mbili mia mbili kwenye kila mfuko, au mia mia, umeuza. Yani wewe ni dalali pale, kwa hiyo hauna gharama zozote zingine. Ikiwezekana hata gari ya kupelekea matofali nyumbani kwa mtu, kodisha wewe, hata kama na watu ambao unawajua tayari unawatumia Tengeneza mahusiano ya mnyoro mzima wa thamani, lakini ni lazima ukubali kwamba mimi sielewi hapa, nifanye nini? Baada ya kumwelekeza huyu rafiki yangu vitu kama hivi, ajuzi anakuja anaambia, kaka umenitajilisha. Sasa hivi nauza kila kitu, mpaka maji nauza, mchanga nauza, tofali nauza, kokoto nauza, nondo nauza, kila kitu nauza mpaka maji ya kujengea, nakodisha magari ya kufuatia hivyo vitu vyote kwa sababu ni the same chain. Yaani usitoke tu nje ukaanza kuuza mandazi. Ah. Hii ni mnyororo ule ule. Yaani wewe mwenyewe uko mle mle ni coordination, ni kazi ya coordination. Kwa hiyo kutoka kwenye hiyo level kwenda kwenye level ya kutoka kwenye implementation kwenda kwenye coordination umeshakupeleka tayari hapa. Unaanza ku coordinate tu watu na vitu, hela yako inazidi kuongezeka. Sasa anakuja mtu unakataa na Watanzania tumeshiba hela. Yaani mpaka wanashangaa sana. Mtu namfata namwambia, unauza tofali, unaweza kupata wapi simenti? Ah, hata sielewi jaribu kuangalia huko maduka ya mbele huko aise. unauza matofali yeye. Eh. Mchanga anapata wapi? Ah, mchanga sijui sijui, hata mimi sijui unapata wapi kaka, jaribu kuwapigia watu huko mbele. Watu wameshiba hela yani, tembeeni nchi za watu kama China, Dubai na kwingine watachukua kila shilingi yako ulionayo kama hiki ukitaka na kuonyesha hiki utaki hiki anakuonyesha hiki utaki hiki anakuonyesha hiki. Yani, hakikisha amechukua hela, anahakikisha amechukua hela. Lakini leo unaletewa kazi eti kwa, kwa sababu tu iko connected kabisa na unachokifanya alafu na wewe unasema hujui. Hapana, naomba wewe uwe dalali ucoordinate vitu vyote ambavyo vinawiana na chain yako na mnyororo wako wa thamani nilikuwa natolea mfano hapa kwamba kama wewe ni videographer unafanya hizi video lakini hujui mixing, hauna namna ya kumix voice, lakini unamfahamu mtu ambaye anafanya mixing. Chukua package nzima kwa mteja nayekuja kukodi wewe. Wewe ndo ongea na mixer akuachie majini kidogo, kwa sababu si unampa kazi, anakuachia mnaongea kama partner anakuachia unapata elfu mbili elfu kumi milioni moja, ngapi takaotokea pale. Mi sijui kiasi gani, lakini awezi kuacha bure, chukua kazi nzima. Lakini ukisema mi sijui nataka light. Sijui light unatoa wapi, nataka big screen. Aha, mimi na rekodi tu mini screen, sijui zinatoka wapi. kuwa ishi maisha ya udalali, mtafanikiwa sana, lakini naanza na kukubali kwamba kuna vitu hauvijui kwa hiyo kupitia hii video inakufahamisha kwamba oho oh, kume naweza ku upsell naweza ku upscale na kuna down sell, kuna upselling, kuna down selling, kuna cross selling, naweza nikafanya yote haya kwenye product moja nikafanikiwa. Ndio, chukua hela nyingi kwa mteja kadri iwezekanavyo, kwa sababu hata wakati mwingine akiomba discount mtu umwambie, badala ya kukupa discount ni kurudi. Maana yake ni kwamba nataka nipunguzie hela nitakayokulipa, ah, unaambia nifanye zaidi nini, unipe hela hiyo hiyo badala ya kukubaliana namna ya kupunguza hela ya kukulipa kwa sababu, mtu akasema naomba discount, maana yake anakuambia naomba nikulipe less kuliko ulivyoniambia. Akikwambia hivyo, mpe mpe ofa zaidi ya kitu cha kufanya kingine kizuri zaidi, ibakie hela uichukue, usiiache, muongezeka kitu kingine kwenye huduma kwa ah, basi. Kwa sababu hiyo hiyo basi nakuongezea, kuongezea na hiki, ili ile hela uichukue. Watu wanatafuta kuchukua hela, usiache, kwa sababu yule mtu tayari ameshakubali, mpaka anakuomba discount, ameshakubali kununua huduma yako lakini anataka tu akulipe nusu au akulipe less. Usiruhusu, muuzie kitu kingine. Ukienda kwenye maduka mengine wanakupa hadi pipi, akamba badala ya chenji chukua pipi au chukua hiki ili, ili madi tu ile hela ibaki pale. Lakini watu hawataki kujifunza namna ya kutengeneza hela kwa kupitia au, au ukuaji. Kukua kunajifunza kutokana na madhaifu ya vitu usivyovifahamu. Ukuaji unatokana na wewe namna ya kukubali kwamba haya mapungufu ninayo kwa hiyo ninaomba nipate mtu anisaidie kuyaondoa. Kadri unavyoondoa mapungufu yako ulionayo, ndivyo ukuaji wako personally unakuja. Lakini ukibaki nao, ukawa unayaficha, unaweka excuse kila saa, unaonekana wewe uko sawa tu, wewe uko sawa tu, ila tatizo ni fulani, tatizo ni muda, tatizo ni kitu fulani, lakini hutimizi chochote kile kwa upande wako, unabaki vile vile na unazidi kudidimia. Sasa naombeni, baada ya kusikiliza video hii, miatumie mapungufu yenu kama chachu ya kuweza kukua, kwa kujiachia kuwa wazi, kuwa vulnerable, tukusaidie kwamba kitu ukijui, tukusaidie uweze kukua. Na mimi niko tayari, niambieni mapungufu yangu ili niyafanyie kazi kupitia timu na wataalamu, tuweze kukua kutoka hapa tunapoelekea. Asante kwa kunisikiliza, karibu sana, uwe na sisi kwa video zinazofuata. Usiache kusubscribe na kushare kwa mtu mwingine ili aweze kujifunza video hii na facts zilizo kwenye hii video ni nzuri sana. Karibuni sana tuwe pamoja wakati mwingine.